Hii ni Habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City tuliyokuandalia hii leo. Kutoka Umoja wa Mataifa tunaendelea kuzungumza na washiriki mbalimbali wa mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW69. Kwa kweli sisi tunatamani sheria ndio ibadilishwe maana mpaka sasa ukiangalia sheria ya mwaka 1971 bado haijabadilishwa, hivyo vifungu viwili bado vinamruhusu mtoto wa kike chini ya miaka 15 aendelee kuolewa. Katika Jifunze Kiswahili leo tunamulika neno wakfu. Karibu. Leo ni Alhamisi ya tarehe 13 ya mwezi Machi mwaka 2025, mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Leo basi, tutakuwa na mada kwa kina na inatoka hapa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa katika mkutano unaoendelea wa CSW69, lakini kwanza, tupate muhtasari wa habari. Msomaji ni Leah Mushi. Tunaanzia barani Afrika ambapo wizara ya afya nchini Tanzania imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Marburg huko wilayani Biaramuro mkoani Kagera ambao ulisababisha vifo vya watu kumi. Januari 20 mwaka huu kulitangazwa rasmi kuwepo kwa ugonjwa huo ambapo mgonjwa wa mwisho alifariki tarehe 28 na Januari na hakujakuwa na mgonjwa mwingine yoyote kwa siku 42. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO na wadau wake wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu katika kutoa msaada a kiufundi, kiutendaji na kifedha kwa serikali ya nchi hiyo ili kudhibiti mlipuko huo. Tuelekee barani Ulaya ambapo mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la Afya Duniani WHO na la kuhudumia watoto UNICEF yametangaza kuwepo kwa idadi kubwa ya wagonjwa wa surua barani Ulaya. Jumla ya wagonjwa laki moja ishirini na saba elfu mia tatu na hamsini wameripotiwa, kati yao watoto wakiwa zaidi ya asilimia arobaini. Hadi kufikia tarehe 6 Machi mwaka huu vifo 38 vimeripotiwa, huku mashirika hayo yakihimiza utoaji chanjo ya ugonjwa huo. Na tumalizia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo hii leo ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO umekabidhi magari sita kwa gavana wa kijeshi wa jimbo la Kivu Kaskazini ili kuwezesha shughuli za polisi katika kuimarisha ulinzi na usalama. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana, Lea Mush, kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi tutajifunza lugha ya Kiswahili na tutakuwa na mchambuzi kutoka Tanzania. Leo anafafanua maana ya neno wakfu. Salia papo hapo tafadhali. Toka New York, sauti.

Unaendelea kufuatilia habari zetu za Umoja wa Mataifa. Kumbuka zinakujia kutoka hapa Marekani, katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN, lakini pia unatupata kupitia televisheni mbalimbali wa shirika wetu, na ukitembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju sw, hapo utapata taarifa, makala, habari kwa picha na mengineyo. Jina langu ni Flora Nducha na tunasonga mbele. Sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW 69, leo umeingia siku yake ya nne. Wanawake na wadau wengine mbalimbali kutoka kote duniani wanakutana hapa katika makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani, ili kujadili changamoto zinazowakabili wanawake, lakini pia kusaka suluhu ya namna ya kuzitatua. Tumekuwa tukizungumza na washiriki mbalimbali mbali. Leo Arnold Kayanda wa idhaa hii anazungumza na mmoja wao. Kwako Arnold. Asante Flora, kama ulivyodokeza tunaendelea kuzungumza na washiriki wa mkutano wa tisa wa wanawake, 69 wa masuala ya wanawake CSW69 na tuko na Lus Gidamis kutoka Msichana Initiative. Karibu. Asante sana. Unaweza kutueleza kidogo kuhusu Msichana Initiative, kama ndio mtu kwa mara ya kwanza anaisikia, mnafanya nini? Asante. E, Msichana Initiative ni shirika ambayo sio ya kiserikali. Kazi yake kubwa ni kutetea haki za mtoto wa kike hasa katika masuala ya elimu. Kwa hiyo tumeweka miradi mbalimbali ambayo inamsaidia mtoto wa kike kukua na kuendelea katika masuala ya elimu. Kwa hiyo kuna kuna mipango mbalimbali ambayo tumeiweka. Ya kwanza kabisa, tuna school clubs ambazo ziko mashule lakini pia tuna mradi wa kugawa baiskeli na pia tunaangalia eneo la ku, maeneo ya sheria, mfano kabisa kama sheria ndo tunaifanyia kazi. Pia tunafanya kazi katika maeneo ya watoto kurudi shule ambao wamekwama kwa sababu mbalimbali mbali. Lakini pia sehemu ambayo hatuwezi kuiacha kabisa ni jamii ambayo, jamii husika ambayo tunafanya nao kazi. Tunaamini msichana akai mwenyewe anakana jamii namzunguka, kwao tunafanya kazi na viongozi wa dini viongozi wa shule na viongozi wengine mbalimbali ambao wanaweza kumtetea mtoto wa kike chini ya. Kwa kifupi kabisa, kabla hatujaingia kwenye kile ambacho umekuja nacho hapa New York, Marekani, umezungumzia mambo mawili ambayo umekuwa mkiashughulikia na sisi katika, uh, vipindi vyetu vya nyuma tuliwahi kufuatilia na tukaona kweli mligawa baisikeli. Kwa mfano, nafikiri ilikuwa yeah. Eh, Pwani ama Shinyanga, utatueleza vizuri yes. Hilo zoezi limeendaje? Mpaka sasa tumeweza kugawa zaidi ya baiskeli mia tano katika mikoa yote mini ambayo tunafanya kazi ambayo tunafanya kazi Kongwa, Dodoma, Tabora, Nzega, Pwani, eh, Bagamoyo. Adaresa tumeshindwa kugawa, maana tumeona kwamba wao hawana sababu hiyo ya ku ya kuhitaji baiskeli lakini so far baiskeli imeweza kuwasaidia watoto wote. Uh, tumeona kabisa takwimu tumeweza kuifanya, tumefanya research baada ya watoto kuwapa baiskeli nini ya kinafuata. Kwahiyo tumeweza kuwa maintain watoto wakae shuleni, uh, wasitoke kubwa ni kuhakikisha kwamba mtoto anapata elimu lakini anakaa shuleni. Changamoto tumeona kwamba watoto wanakaa umbali mrefu kilomita kama kumi kufika shuleni, kwa hiyo solution ilikuwepo ni kufanyaje kugawa baiskeli na tuliweza kufanya hivyo. Utafiti umeonyesha kwamba kweli inasaidia. Vikwazo viko lakini at least baiskeli, na inaweza kumsaidia mtoto aendelee kukaa shuleni na ku performance iendelee mbele. Na, na kuhusu sheria ya ndoa mmefikia wapi? Huo uh, ni mtego ambao mpaka sasa hivi bado hatujaweza kutegua uh. Mwaka elfu mbili na kumi na sita ndo kesi ilipeka mahakamani, then baadaye mwaka elfu mbili na kumi na tisa eh, tukaweza ku, serikali iliomba tena kupata rufaa, lakini eh, mpaka sasa tunavyozungumza ni miaka tano kama sikosei kwamba sheria bado haijabadilishwa sheria ya ndoa kwa yule ambaye ndo anasikia sasa. Hmm, eh, nyinyi mlikuwa mnadai nini? Kwa kweli sisi tunatamani sheria ya ndoa ibadilishwe maana mpaka sasa ukiangalia sheria ya mwaka 1971 bado haijabadilishwa. Hivyo vifungu viwili bado vinamruhusu mtoto wa kike chini ya miaka 15 aendelee kuolewa, na ukija kuangalia sababu ambayo inafanya hivyo ni mila na desturi ambazo zipo katika jamii yetu, ambapo hiyo kimwezesha mtoto wa kike anakosa nafasi ya kusoma. Tunakosa viongozi wanawake, tunakosa Mama Samia Ijao, tunakosa Lucy ambaye anaweza kuwa hata wakili au somebody kwa hiyo mimi nadai au tunaomba serikali yetu ambayo iko chini ya Mama Samia wabadilishe sheria ya ndoa. Mnataka sheria is, isemeje, ambayo bado mnaona kwamba inapigwa danadana. Uh, sheria tunatamani ibadilishe iwe kabisa iwe clear, kwamba sheria ibadilishwe iwe juu ya miaka kumi na nane, inaweza kuwa ishirini au ishirini na moja na kuendelea. Nchi zingine tumeona amefanikiwa, kwanini bado Tanzania Tanzania hicho kipengele tu cha sheria kubadilishwa ndo sheria ambayo bado ni shida. Bila shaka mtafanikiwa. Na sasa tuingie kwenye hili la New York ambayo limekuleta hapa kwenye eh, mkutano u uh, wa uh, CSW69. Umekuja na ujumbe gani? Uh, tumekuja na ujumbe kwamba mtoto wa kike apewe nafasi uh, tunajua platform hii ya, si, ya, ya, ya Beijing, uh, plus 30 inatupa manufaa mazuri. Uh, kwa mtoto wa kike mpe nafasi aende mbele. Platform nyingi wanasema umpe mtoto wa, unamsahau sana mtoto wa kiume, mtoto wa kike unampa tu kila fursa, mimi sikatai. Takwimu zinaonyesha nani ambaye anapata uonevu mkubwa ni mtoto wa kike, kwa hii platform imetupa nafasi sisi Mama Mongela aliopita kwenye tangia mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano anapata fursa katika engagement yoyote ile ambayo anapata nafasi. Asante sana, tumefurahi kukutana nawe Lusi Gidamis kutoka Msichana Initiative, na bila shaka utatoka na mambo mengi katika mkutano huu, ndio karibu sana asante sana kunipa fursa hii. Asante, shukrani. Ni Arnold Kayanda huyo wa idhaa hii ya Kiswahili akizungumza na Lucy Gidamis. Huyu ni wakili ambaye kwa sasa anafanya kazi na shirika la Msichana Initiative nchini Tanzania, akijikita katika kutetea na kutekeleza haki za wanawake. Sasa umewadia wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili leo nampa fursa oni sigala huyu ni mhariri mwandamizi kutoka baraza la kiswahili la taifa nchini tanzania bakita anatufafanulia maana ya neno wakfu nimekutana ni na matumizi ya neno wakfu eh, wengi unafahamu ni mali ambayo imetengwa kwa ajili ya huduma za dini tu lakini eh, wakfu inaweza kuwa pia ni kitu kama vile toleo la kitabu ambacho kinatolewa kumwenzi mtu fulani. Hilo pia ni, ni maana nzuri tu ya wakfu, lakini tuna wakfu nyingine ambayo katika uswahili hili inakuwa na maana ya mali, eneo au huduma yoyote ile inayotolewa kwa na msamaria na, na, au wasamaria wema kwa ajili ya kuteng, kutengewa watu fulani au kundi la watu fulani maalum kama vile watoto, wajane, walemavu, masikini na kadhalika. Hiyo pia ina- linabeba ina maana ya wakfu. Asante sana, Onisigala Sigala, kwa uchambuzi huo. Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi, lakini tukutane tena Jumanne ijayo kwa jarida lingine la video. Na kwa upande wa vipindi vyetu vya redio, kumbuka vinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, hivyo kesho ya Ijumaa basi utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari hizi na video nyingine mbalimbali mbali kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN kwenye mtandao wa X rambaza habari za UN na usisahau kupakua apu zetu kupitia habari za UN kwenye Play Store na App Store. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha jarida hili kufikia hapo, la ziada sina. Naitwa Flora Nducha na kutakia amani na kwa heri, kutoka hapa New York, Marekani, Umoja wa Mataifa.